Mheshimiwa Mbunge, nimalizie. Nimekushukuru wewe binafsi, nimemshukuru mheshimiwa rais, lakini wanasema shukurani ni mwanzo wa maombi. Mheshimiwa Mbunge, na mimi kwa niaba ya wananchi hawa niwasilishe maombi mawili tu kwako. Ombi la kwanza ambalo ningependa kabisa kwa sababu wewe una vinasaba nalo, tupate majibu hapa hapa kama ikikupendeza ni changamoto ya muda mrefu ambayo wananchi hawa wanatamani suluhisho ya muda mrefu, changamoto ya upatikanaji wa maji hasa eneo hili la Nsalala. <laughs> Mheshimiwa mbunge, natamani sana mizimu inayotusikiliza na wengine wote na sisi tuliyopo hapa, basi wa kuongoze utoe neno katika changamoto hii. Na saizi hawa wananchi wamepunguza hasira kwa sababu mvua inanyesha na wamejisahau kana kwamba msimu hautafika tena, kweli si kweli? E, sasa msijisahau kwa sababu mvua inanyesha saizi, tupate suluhisho ya muda mrefu. Jambo la pili ni barabara zetu za mitaa, ninafahamu taratibu za barabara mpaka tutengewe bajeti lazima ziingizwe katika mfumo wa TARURA na TANROADS. Lakini barabara nyingi kwa asilimia themanini zilizotajwa na wenyeviti wangu hapa hazipo kwenye mfumo, kwa zinahitaji tu marekebisho ya muda mfupi ambayo ni ya kuweka vifusi na kutawanya. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, nafahamu TARURA wakisimama hapa watasema tutapambana, tuziingize kwenye mfumo. Tunachokiomba Mheshimiwa Mbunge wakati wanajiandaa kuziingiza kwenye mfumo tunaomba suluhisho la muda mfupi ikiwemo kumwaga vifusi na kusambaza. Sasa nianze na changamoto ambazo zimesemwa kupitia mheshimiwa diwani hapa. ya kwanza, maji. Swala la maji limekuwa changamoto kubwa, na ndo changamoto ya kwanza. Nimefanya jana, nilikuwa bonde la Songwe, changamoto maji. Sasa hii changamoto ya maji lazima tuongee mambo ya msingi kuhusiana na mikakati ya kutatua changamoto ya maji. Kwanza niwakumbusheni asiye shukuru hastahili kupewa. Ukanda wa Mbalizi, Windi, Utengule Usongwe, Nsalala mpaka kata ya bonde la Songwe tumekuwa na changamoto ya muda mrefu ya maji. Mimi ni kijana wenu, ni mzaliwa hapa karibu tu, kijiji cha Ikumbi, si ndio? bonde la Songwe. Kwa miaka miwili iliyopita serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetupatia fedha zaidi ya bilioni saba kwa ajili ya kuboresha huduma za maji kwenye hizi kata tatu. Tumepokea fedha bilioni 4.8 tukatekeleza mradi unaitwa Ilungu hapa ukaleta maji Mbalizi, ukapeleka maji Windi, ukaleta maji Bonde la Songwe. Nikisema Mbalizi ni Nsalala na Utengule Usongwe, si ndio? tukaletewa fedha tena bilioni tatu tatu nne tano, tukatekeleza mradi wa Shongo ukaleta maji Utengule Usongwe, ukaleta maji Nsalala, ukaleta maji Windi na bonde la Songo. Bado hizi ndo kata jimbo la Mbeya vijijini ambazo ziko mjini. Hata takwimu, kata ya kwanza kwa kuwa na watu wengi ni Utengule Usongwe, ya pili ni Nsalala. Kwa hiyo watu wanaongezeka kwa kuhamia na kuzaliana. Kwa hiyo lazima mahitaji ya maji yaongezeke. Haijatosha, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeasisi mradi wa bilioni 119 kutoka chanzo cha mto Kiwila ambao unakuja mkoani Mbeya kutatua changamoto ya maji na tatizo liwe historia, na huo mradi unaendelea kutekelezeka huko zaidi ya 45% sasa. Sasa ule mradi sisi Wanambalizi tumepewa kipaumbele kabisa, ukianza tumekubaliana feziwani kabisa, wanufaika wa kwanza kama watakavyonufaika Mbeya mjini na sisi Mbeya vijijini kwenye hizo kata tano tunufaike. Hii ni mipango ya muda mrefu, lakini kwa kutambua kwamba umradi upo kwenye utekelezaji, hatuwezi kusubiri mpaka hapo. Leo hii nimekuja na wataalamu ili tuwapeni matumaini ya utatuzi wa changamoto ya maji kwa mikakati ya muda mfupi. Nsalala oye! Oye! Kupitia mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, tumezungumza, mamlaka imetafuta sehemu ambayo, baada ya survey, ambayo watatuchimbia kisima tulete maji mahala hapa na hicho kisima kitachimbwa Nsalala. Sasa utaratibu wangu mimi ni ushahidi, naomba nikuamshe meneja wa maji ambaye unasimamia kanda ya Mbalizi, uje na mtaalamu ambaye anaenda kutuchimbia kisima hapa, aseme lini anaingia saiti, na mimi ni mkabidhi kwa mheshimiwa diwani na mwenyekiti siku ambayo tutakubaliana ingie site ya chimbe kisima wana Nsalala wapate maji. Karibu, swala la maji tunalifahamu vizuri kwenye eneo la Nsalala, lakini tunashukuru Mungu na tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hasani kwa kupitia Wizara ya Maji chini ya Jumaa Weso na mkurugenzi mtendaji wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Mbeya ambaye ni CPA Gibet Kayange kwa kutusaidia kutupatia fedha ya kuweza kuchimba kisima hapa, lakini hizi ni juhudi ambazo zimefanywa pia na mbunge. Kuna kisima ambacho tayari kimeshafikia levo ya kukitathmini, kimeshafanyiwa kila kitu ambacho kitajengwa au kitachimbwa eneo linaloitwa ofisi za halmashauri pale ya zamani kwa mzee wangu Mselebede. Upo mzee Mselebede? Nafikiri unafahamu tuliwasiliana kwa hiyo hapa leo mheshimiwa mbunge na wananchi hawa, naomba nikuhakikishie mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya kama ulivyoagiza kwamba kile kisima kitafanyiwa kazi. Mkandarasi tumesaini naye mkataba na kisima kile kitakuwa na uwezo wa kuzalisha lita mia tano na ishirini kwa siku, maana yake mahitaji haya ya maji yataweza kukava eneo lote la Nsalala mnalolifahamu. Kwa maana ya kile kisima kitakapokuja kitasaidia sana kuongeza kiwango cha maji ambayo sasa hivi mnayapata. Mimi mbunge, naomba nikukabidhi mkandarasi ambaye tumesaini naye mkataba ili utupe maagizo, tupo tayari kuyapokea maagizo. Jamani, huno mkandarasi wetu aliyepatikana, anaingia saiti kuchimba kisima. Karibu. Shukrani mheshimiwa mbunge. Nadhani wiki iliyopita tulisaini mkataba, tukaanzia kata ya Itezi, tumeshachimba kisima ambacho kinazalisha lita elfu 26 kwa saa, tukaanza na miundombinu, tushajenga pump house na, na security house. Tukaenda Chunya kwa ajili ya kazi hiyo kuendelea, na sasa hivi tunakuja, wiki hii tunakuja Nsalala siku Uh, uh, uh, uh, hizi kazi ni za kitekniko uh. Kwa hiyo nikisema wiki hii ninamaanisha kuanzia Alhamisi mpaka Ijumaa au Ijumamosi, tupo hapa sisi, tunaomba tukupe maximum iwe Ijumaa ya mwisho kabisa, sio? Sawa. Haya, Ijumaa, Ijumaa. Ah, umemwasikia kina mama kule? Ndio, tumemwasikia. Ijumaa. Haya. Mheshimiwa diwani uchukue mawasiliano kwa niaba yangu, utaupokea mtambo, kwa sababu mimi tarehe zangu za kwenda na mimi ofisini mliko ni tuma zimefika. Hata leo ilitakiwa niwe Dodoma, kikao cha kwanga kimeanza. Kwa hiyo naondoka sasa, namkabidhi majukumu mheshimiwa diwani, ataupokea mtambo aupeleke site na wachimbe kisima, wana Nsalala mwanze kupata huduma ya maji mara moja. Maono ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ni kumshusha mama ndo kichwani. Hatujisikii amani kuona wananchi tunaowahudumia mnakosa maji. Kwa kwanza, nianze na barabara ya kuelekea Utengule ambapo wamedai kuna daraja kuelekea machinjio ya nguruwe. Katika daraja hili mheshimiwa, mheshimiwa mbunge tayari tumeshaliingiza kwenye bajeti ya 26 27 ambayo inaanza kutekelezwa mwezi wa saba ina thamani ya shilingi milioni mia sabini. Tayari tumeshaliweka kwenye bajeti mwaka wa fedha 2026 27 utakapoanza, tutaweza kulitekeleza daraja hilo. Pia mheshimiwa mbunge, barabara kumi na moja zilizotajwa tunazifahamu na tumeshapita tumeshaona changamoto kubwa iliyopo, lakini slogani yako Mheshimiwa mbunge ni kusema ukweli, mm. bajeti tuliyonayo ya Mbeya vijijini tuna bajeti ndogo sana. Kwa hizi barabara nimezichukua na nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge, kadi tunavyoendelea kupokea bajeti, tutazingiza kwenye bajeti ili tuweze kuzitekeleza, ila kwa sasa hivi bajeti tuliyonayo ni ndogo sana. tumeanza na hilo daraja, Mheshimiwa mbunge naomba kuwasilisha. Sasa barabara za Nsalala ni mbovu, zinahitaji vifusi, na kila mwenyekiti aliyesema hapa anaomba vifusi. Tafuteni hela ya dharura sawa mheshimiwa halmashauri mkurugenzi, na wewe umiza kichwa tupate hela ya dharura, ili tupate vifusi kwenye baadhi ya maeneo na mimi naelekeza ofisi ya mbunge kupitia mfuko wa jimbo itoke fedha milioni mbili laki tano ije kumwaga vifusi maeneo ambayo mheshimiwa diwani atatuongoza maeneo yale ambayo ni makorofi sana. Aa, na hiyo fedha itoke wiki ijayo kabisa. Mheshimiwa diwani, pokea hiyo fedha, elekeza kwenye maeneo yale ambayo ni korofi, na nyinyi tafuteni fedha za TARURA mje mtusaidie maeneo yale ambayo ni korofi, ili tunaposubiri hizi barabara zingie kwenye bajeti tuhakikishe wananchi wetu wanapita na wanaendelea na shughuli zao za kiuchumi kama kawaida. Imeeleweka. Sasa mheshimiwa, tumepokea maelekezo. Miundo mbinu mtaalamu wa TARURA ameamka amejibu, na nimeomba watu watusaidie kutafuta fedha za dharura na mbunge nimekomiti milioni mbili pointi tano zisaidie kumwaga vifusi si ndio?